Nam uhali gani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Katika ngoma iliyotoka sasa hivi ya Harmonize watu wamesikiliza kwa makini kabisa, na inasemekana kwamba kuna shutuma zinazomhusu Harmonize uh, kurudia baadhi ya mistari. Unafahamu kuwa Harmonize ameonekana kuwa mstari, mstari mmoja maalum wa kimapenzi ambao ameupenda kiasi cha ukurudia katika nyimbo tatu tofauti. Yani, kuna mstari ambao huwa naupenda sana kuurudia. Mstari huo unasema It feels like I'm falling in love for the first time I never seen before like this before. Eh, naomba nirudie tena huo mstari, unasema hivi It feels like I'm falling in love for the first time I never seen love like this before. Kwa maana ya kwamba inaonekana ninaingia katika mapenzi kwa mara ya kwanza kama sijawahi kuingia katika mapenzi hapo kabla. Sasa huu mstari aliimba kwa mara ya kwanza, aliimba kwenye wimbo kwe wa sina sina wa Nandi. Alafu baadaye Harmonize akatumia mstari huo akarudia, uh, kwenye wimbo wa mitu ambao alishirikiana na Abby Champs. Unaona uh, sasa tena kwenye wimbo wake mpya Uh, kabisa finally, akiwa amemshirikisha Mary Benali, maneno hayo hayo yamerejea. Uh, ni jambo la kushangaza kuona mstari mmoja ukivuka mipaka ya nyimbo tofauti na kuendelea kuwa sehemu ya hisia is za Harmonize anapozungumzia mapenzi. Haijulikani kama ni sehemu ya mtindo wake mpya au kuna maana zaidi ya maneno hayo. Sasa hayo ni maneno ambayo Harmonize ameyarudia katika nyimbo tatu. Usemi sina ameimba hicho hicho kipande, alafu pia akaja katika nyimbo ya Mitu ameimba na Abby Chams, alafu katika nyimbo hii ya finally ameweza kurudia mstari huo huo eh, na kuyaimba na kuyaongea hayo maneno. Sasa mmoja kasema ni, na, nipati inafanya ngoma iwe kali sana au sio eh? Anasema nipati ambayo inafanya eh, ngoma iwe kali sana. Ah, amesema hii ni kama tu akisema bombo klat au sio? Ni kitu ambacho anakifanya kama bombo clat. Huu mstari unakaa vizuri kwenye hiyo ngoma ya Mito. e, mwingine nasema kwamba huu um, uh, kashaishiwa huyo. Akasema e, kwamba tayari ameshaishiwa. haya, mwingine nasema that's me every time I fall in love. Eh, mwingine akaja <laughs> hapa akasema kwamba then what boss. Huo sio mstari, e, huo sio mstari. Hichi ni ki, ni naweza kusema kwamba ni ki, pengine ni kinanogesha au sio? Mziki kwa sababu mstari ulianzia, ehe, ulianzia kwenye tobeba na ameuchapa kwenye ngoma kama sita hivi. Nenda kafuatilie, eh, ukifuatilia katika nyimbo hiyo ita, itaubeba na uh, unaona kabisa kwamba eh, amefuatilia kwenye nyimbo ya Marry Me akishika, uh, na Small God ndo ameanzisha, au uh, na kwenye single again acoustic, na usishangae kama amekopi sehemu Hmm. Kaoneshwa mambo kuonyesha alipo fundi wa mamelodi eh, lakini simnakubali kuwa ni mkali. Amesema it feels it feels like I fall in love for the first time and never see love like this before his. Uh, amesema sing again alimba uh, aka uh, kwenye sijui nyimbo ya sijui ameimba usemi uh, sina mitu finally, hiyo nyingine siifahamu. Mngisema ndo Kiingereza anachojua superstar wetu, jameni. Eh, mwacheni mzee wa matukio hapo. Kuna kitu utaelewa kuwa huna dimbili eh, utajikuta eh, minasema kwamba ni gundi jamani, na single acoustic pia akaruka nayo but that's legendary. Dondosha maoni yako, hakikisha unabonyeza na mwenyekundu uandike subscribe.